Kuna siku utaenda kwenye maisha ambayo ni ya chini kidogo, lazima ujitahidi kufanyaje, kukopo, si ndio? Unakopo. Kuna siku utaenda kwa wakwe nyumbani, kwenu umezoea kula nyama, samaki, ndizi, nini. Kuna siku unaenda kwa wakwe, sasa unakuta ndo wana nyumba yao udongo pale Singida vijijini, au ya Dodoma. Yaani maana yake ukifika kule Singida kwenye ile nyumba ya makuti au kule Dodoma kwenye zile nyumba za tembe, hutaingia huko kwenye hiyo nyumba ya tembe. Ha, mimi nilizoeaga kule kwetu kuna bati, kwanza nimezaliwa bati. Wapi umeshafika kwenye tembe? Kopo na tembe sawasawa sawa? Jamani, tembe linakuumiza wapi? Sawa dada wazuri. Kwa hiyo kwenye kile kitu ambacho hakikudhalilishi, hakidhalilishi utu wako, hakikuletei madhara. Yaani kwa mfano wale watoto wameongezeka watatu, walikuwa wanamletea madhara gani? Huyo dada anapoteza labda fujo yake Unos Mungu amemwandikia wa wapi? Inawezekana pale Mungu anapokupangia ndio pale pale pakutokea. Kuna mtu anatokeaga mahali pamoja tu, sawa sawa, anapotokeaga sehemu moja tu, nani anajua kwamba pale ndo ulioandikiwa utokee hapo? Sasa we unaanza mashauzi, unaenda, ukienda huku, ndio maana unaona huyu anashindwa hapa, na akishindwa hapa possibility ya kushindwa hapa na hapa na hapa ni kubwa kweli kuna, kuna mabosi ambao kuna mabosi ambao kidogo wanaweza wakawa hulka na tabia, yani yeye hawezi kujali utu wa mtu, anaona tu huyu ni wakuja tu, akamdharau, hata chakula hawezi kula pamoja, akamweka sijui wapi. Lakini hao wapo, ni wachache pia. Kama mtu adhalilishi utu wako, anakuheshimu, anakuita kwa nidhamu, anakuambia kitu kwa furaha na kwa vizuri, anakuambia majukumu yako vizuri. Kama akikuvunji mikono, pambana nacho, kitakusaidia hicho kitu siku moja. Sawasawa sawa, dada eh? E, lakini kuna vitu vichache ambavyo nilikuwa nimeviandaa hapa Tatumia tu dakika chache kwa sababu nataka na watu wengine wanani. Kazi fulani fulani unazo usifanye kwa mfano. Mfano umeajiriwa kwa kazi za ndani. Mtu anakwambia nenda kauze baa, unaenda kushikwa shikwa. Vile vitu tu ambavyo vinakudhalilisha kwa namna moja au nyingine. Yaani unaona kabisa hiki hapana. And this is too much. Lakini vile vingine tu eti ilikuwa ni ni mimi niliambiwa nita, nitafanya usafi lakini niliambiwa nitadeki tu, hii kufuta madirisha inatoka wapi au Wakati mwingine bosi mwingine ni msafi, awezi kukubali ukuta uwe vile, anakuambia chukua laplap na nini osha, yaani unaona umesha katwa na mikono nimetetswa. Sasa ukija kuwa kwako, Mungu akakupa ukuta, utaoshaje? Jifunzie pale sasa, sawa sawa, jifunzie kuosha madirisha, jifunzie kuwa msafi, jifunze kufua nguo, jifunze mambo mazuri mazuri ambayo hayadhalilishi utu wako. Lakini pia unaweza kujiwekea mipaka kwenye vitu kama matumizi ya fedha nadhani madamu anawajengea uwezo mzuri zaidi mzuri sana. Unajua, hakuna mtu anafanikiwa kwa kuwa na milioni mia. Kila mtu anafanikiwa kwa kuwa na shingi, kwa kuanzia na hela ndogo kabisa. Yaani, ndio maana anakwambia anzia hapo ulipo, nenda mbele uwe na matumizi mazuri ya fedha zako. Leo wewe unajua kabisa napata mshahara huu, jibane bana, fanya kitu cha maendeleo. Wakati mwingine, wengine hapa mnajengea familia zenu, karabati kitu, fanya kitu kizuri, usi usitokee kwenye nyumba ambayo ni ya kawaida, mwisho wa siku ukajikuta unaishia kwenye hiyo nyumba ya kawaida. Ukija kurudi, fanya yani, fanya kitu kimoja ambacho kitakusaidia jenga kanyumba kako. Fanya vizuri sevu fedha zako, eka mambo vizuri Yani, fanya mambo ambayo ni ya maendeleo, sio fashion. Hii imepita uko kila na fashion mpya. Sasa hivi kuna sasa hivi kuna suruali zinaitwa nini sijui, sina mume au mwanamke smati, uko nayo. Kesho kuna nywele zimetoka zinaitwa mcharuko, uko nayo. Kesho kuna mtelezo umetoka. Uko unajifunza kubana na fedha yako, lakini pia na fedha ya bosi. Elfu kumi hebu itumie vizuri, mwambie kabisa mama

Yana anamwambia kama ajiri ndugu, mimi nimetokea shida, kwa hiyo hata ukiniweka hapa reception sina shida. Ndio maana nakupenda kali, napambana, napambana. Kesho naye akiwa na jambo lake, ananipa ananiambia, nenda hichi fanya hivi hiki hapa, utapambana wewe iki utafanya. Kwa sababu ya nini? Vile vitu vizuri ambavyo unavifanya. Kwa hiyo maamuzi mengine yasikuumize, yani usifanye maamuzi ambayo mwisho wa siku yanakuwa ni maamuzi magumu ambayo hayakuwa na sababu hata ya kufanya huo ugumu. Oh, lakini pia kufanya kazi Ehe. Kwa mfano unafanya kazi pale, kwenda kufanya kazi mahali pengine, nadhani mmeambiwa, sio unafanya pale labda unafanya na sehemu nyingine, na sehemu nyingine na nyingine. Hayo yamesemwa sana nadhani kwenye mafunzo yamefanyika, lakini pia kufanya kwenda kwenda kwenda kwenye nyumba za jirani. Yaani mimi ninachoamini kama huyu huyu binti hapa, si ametoa dukuduku lake hapa litasaidiwa. Yaani uongozi utaangalia namna gani ya kudili na ilo jambo lake. Sasa wanatoka. Ehe, jirani, nikwambie yaani pale kwa yule mama ni kwa, ni, tunakula korosho yaani, juzi ni maharage, kesho kutwa ni makande yaani. Sasa wewe oh, umeenda kula pale, kama na nyumba nzima inakula, unless otherwise labda wao wanakula hivyo, wanakula hivyo, lakini kama ndio chakula kinacholika na wewe, na pale ni familia inakula hivyo, na wewe enjoy. Hayo ndio maisha unajifunza pale, utatoka utaenda sehemu nyingine. Ah, kumbe unajua nilikuwaga sijui mimi nilikuwa, nilikuwa sikuwahi kula ugali wa mlenda, lakini nikienda mahali wanakula ugali wa mlenda, yani mpaka nikiangalia wanavyokata, na mimi nakata kidogo, ili nini? Uwe pati na pasi ya ile jumuiya, sawa sawasawa jamani. Eh, kwa hiyo wakati mwingine kufanya kazi au kutoa kutoa maoni yako sehemu ambayo utasaidika toa uzuri nyewe mnatokea kwenye kampuni huko mnatokea kwenye Wadada Center. Kwa hiyo una mahali pa kuripotia. Tofauti na wale wanaotokea vijijini hawana bosi wa kumripotia. Ripotia kule, acha kuzunguka na majirani, acha kuzunguka na nyumba, acha kuzunguka na maj... hawata kusaidia. Wewe sema pale kwamba jamani napitia changamoto hii utasaidika. Lakini pia uh, lakini pia na sisi kwa mabosi. Uh, matumizi ya mamlaka kupitiliza tuwasaidie na hawa mabinti jamani. Wakati mwingine sawa, ni, ni mahusiano kati ya mwajiri na mwajiriwa lakini wakati mwingine kama kuna maamuzi mengine ya kumsaidia tuwasaidie tu kama kama tu mtu anajifanya kama tu kazini ambavyo ukiwa hujafanya vizuri wanakujengea uwezo na sisi tuwajengee tu uwezo. Sasa wakati mwingine ajui kupika chapati, hawezi kujua vyote kwa sababu inategemea pia na alikotokea. Maamuzi ya kupitiliza lakini unyanyasaji makazini, tuwasaidie na wao angalau waweze kufanya vizuri kusiwe na unyanyasaji. Nao ni watu ni, hawa watoto wana baba zao, na mama zao kama sisi wale ambao, tumewazaa tunatamani wawe, na kuwasaidia na wao tunawasaidia kama inawezekana. Alafu kutofanya mambo yanayovunja sheria, kuna vitu vya kuvunja sheria kama ubakaji, kumpiga mtu, kumchoma. Si so, unajua? Eh, hayo yote ni mambo ambayo sheria zetu zinakataza, sheria za nchi. Ndio maana hata bosi akikufanyia kitu akikupa wa mtoto wake huwezi kumnyonga. Si so, unajua sheria itakachokufanya eh? Eh, yani kufanya vile vitu ambavyo havivunji sheria ili kuwasaidia pia wa mabinti, lakini na wewe binti ukiambiwa kitu leo ukisikia vizuri lakini nasema mabosi kwa upande wetu mimi ambacho naki, naki, nakiomba tufanye tu vizuri kwa sababu pia kuna, kuna, kuna nguvu nyingine inatuangaliaga mahali yani wakati unamfanyia huyu hiki kitu ona kama unamrekebisha mrekebishe tu kwa furaha na upendo kwa sababu naye ana maisha ambayo yataendelea baada ya pale na vile ambavyo ungependa mtoto wako awe yani vile ambavyo unaona kabisa mimi na binti yangu huyu atafika umri wa huyu binti, je, hichi kitu tunachokifanya kwake ni sawa? Au akifanyiwa kwa mwingine ni sawa? Tukimfanyia vile na yenyewe inakuwa vizuri, kwa sababu na huyu binti na kile ambacho alifanyiwa. Kesho kutwa, mimi naamini nyinyi mabinti mtakuja kuwa matajiri, sawa sawa, mtakuja kuwa mabinti ambao mna kipato, mtakuwa na familia zenu, mtaajiri. Sasa kama uliajiriwa na bosi mwenye, mwenye shida au alokunyanyasa, wakati mwingine unaweza kumnyanyasa, lakini wakati mwingine sisi mabosi tukiwafanyia wao mema, na wao watawafanyia au wanaokuja sasa, mambo mema, na mwisho wa siku, ili amani iweze kutokea kwenye familia, lakini pia tuweze kuendelea, kwa sababu kweli tunategemeana. Yaani mimi namtegemea binti, lakini na binti naye ananitegemea. Kwa hiyo tufanyane yale mambo mema, ili mwisho wa siku tuweze kufanya vizuri na haya maisha yaweze kusogea kwa amani. Eh, hey, jamani, mmemsikia bosi eh? Jamani, yeah, right. <laughs> Eh, mmemsikia kweli, kuna wapambanaji eh? au nyee ndio kizazi cha sasa, sasa hivi hivi, sasa hivi yeah, kupambana shida kidogo eh, no, kinachojulikana. Jamani, anachosema ni ukweli, unapofanya zaidi unapata zaidi. Dunia iko hivyo, malipo yako hivyo, ukifanya zaidi unapata zaidi. Wadada wengi ambao tushawahi kuwa nao hapa ambao wamepata niseme thawabu malipo au baraka nyingi kutoka kwa mabosi zao, sio wale waliokuwa wanakataa kufanya majukumu ya ziada ambayo hayawadhalilishi wala hayana shida. Tuna wadada wengi hapa kwetu wamepewa mitaji, wamejengewa, wamenuliwa viwanja, hatuwaambii na hatutawaambia <laughs> wamefanyiwa vitu vingi sana mabosi zao, watoto wao wanasomeshwa mpaka kesho. Lakini msifikiri hawa dada wote walifanyia hivyo vitu ni kwa sababu walikuwa wanagoma kufanya baadhi ya kazi, hapana, ni kwa sababu walionyesha jitihada za kutaka kufanya zaidi. Maisha siku zote yatakulipa ukifanya zaidi. Ukifanya kidogo utabaki hivyo hivyo kidogo, ukifanya zaidi utapata zaidi. Um, sijui unaweza kuongeza katika, ah, lazima, um, wakili msomi hapo. Nimefurahi sana mchango wako wakili Glori, asante sana. Um, ni mzuri sana wewe binafsi, ndio nafikiri tunaendana culture zetu kwamba ni watu wa kujiongeza Yani, umejitolea mfano mzuri sana na mimi, huu mfano nimekuwa nawatolea pia wadada kwamba nyumba niliyofanya kazi mimi, laiti wao leo hii ndio tungewapeleka hakuna dada angefanya. Kwa experience ya wadada wengi ambao wanapita kwenye mradi huu, mimi nilikutana na nyumba inafuga kibiashara, kwamba bosi wangu alikuwa anafuga kuku wa kuuza. Kwa hiyo kila wiki anaingiza kuku mia tano, tuna mabanda matano. Hakuna mfanyakazi mwingine licha zaidi ya mimi, bado ana mtoto mdogo na huyo mama ni nesi, anatoka kutwa nzima hayupo, akirudi kapumzika. Sasa nyumba kama ile kwa wadada wa leo, ambao akienda kazini akikutana na mbwa anatupigia simu, nimekuta mbwa. Mbwa huyu mmoja, kupika chakula cha mbwa kina utaalamu gani? Lakini dada atakupigia simu atakwambia, ah ah, mimi nimeona kuna mbwa, au atakutana na bustani ambayo ni kitu cha kawaida kama ulivyosema. Lakini wengi wanataka kufanya kidogo walipwe zaidi, na kwa kweli hiyo sio namna ya kufanikiwa kwenye maisha. Ukitaka kufanikiwa kwenye maisha, lazima ufanye zaidi kuliko unacholipwa. Na sisi hapa ni mfano, kazi tunazozifanya na hela tunayoipata ni kidogo sana ni kidogo sana. Hii pro, hii platform tu yenyewe tunatumia hela nyingi ambayo hakuna yeyote hapa ambaye tusingefanya ange. Akikwambia fanya alichokukataza kama dada pale, aliambiwa asiingie chumbani kwa sababu dada alikuwa hajajua, bosi wake hajajua huyu ni dada wa namna gani. Alivyomsoma akamwona ni dada mwema, mwaminifu, mwenye maadili, kamruhusu anaingia kila mahali. Kwa hiyo tunachotaka ku achieve leo ni kupitia hii platform wadada wasijiwekee mipaka ya kazi na wajisukume kufanya kazi. Kwa sababu ukifanya kazi minimum maisha yako yote yatabaki minimum. Ila ukijiongeza na wewe utafanikiwa. Na lile la kusema kwamba habari ya kushikwashikwa wakili msomi sijui nitakuwa niko tofauti kidogo kwamba hata kama umekutana na bosi wako anamiliki baa, kushikwashikwa ni kutaka kwako. Nakwambia hata kama ni mlevi anakuangalia umekaaje, body language yako. Anakushika huko na unatingisha kiuno, atakushika. Lakini ukamwambia we, si ndio eh? Hata ukachukua ile glasi yake ukamiminia, ili akienda nyumbani kwake kwa mkeo akaseme ka, wapi kamwagiwa pombe, siku nyingine akusemeshi na akija pale atakuja kwa adabu. Kwa hiyo swala la kushikwashikwa sio tu kwenye sijui kazi za baa, hapana. Anayeshikwa baa, kuna wengine wanashikwa nyumbani kuliko hata wanaoshikwa baa, kwa namna wanavyojiweka. Mwanaume akisha kuona we ni rahisi rahisi, anasubiri tu mke wake hayupo au hata wengine yani, wa, yani umo humo ndani usiku, mke wake kalala chumbani, anakuja na kushikashika. Uongo wako wadada, hizo story tumezisikia. Yani unalala na mme wa mtu sebuleni, mke wake yuko chumbani. Kwa hiyo hiyo ni tabia ya mtu mshenzi. Ni tabia ya mtu gani? Mshenzi, e, mshenzi tu. Huwezi binadamu wa kawaida, huwezi kufanya kitu ambacho wewe usingependa kufanyiwa. Haiwezekani. Sawa. Kingine jamani, mimi ni mwanaharakati, mambo ya kusema dada jifunze kazi, kuna siku utaolewa, a -a. Fanya kazi bwana, upate maendeleo yako, sijui tunaelewana, e, mambo ya mtoto, hujui kupika, sasa ukiolewa itakuwaje? Wewe jua kupika hii, ujipikie vizuri, lakini sio mambo ya ku hiyo mindset, mimi hapana. Amepata jiko sema <laughs> hivyo umepata jiko mwema, majiko mazuri a -a. Bana, jua kazi vizuri, kwa sababu wewe unataka ujipange vizuri kimaisha, sio kwa sababu ya mwanaume ata kuja kukua, ni washenzi. Unaweza ukapika ukapika tena na bado akakuacha. Kwa hiyo maswala ya kupika, na wanaume wajifunze kupika vile vile, hakuna ubaya mwanaume akijua kupika, mkasaidiana au la, mkaleta dada nyumbani akawasaidia nyewe mkafokas kwenye biashara zenu nyingine. Tatizo tatizo, tatizo. Majiko. <laughs> Jiko linahudumiwa. <laughs> Jamani mimi hizo ndio sera zangu. Wa, wa, wa, wanawake wenzangu nafikiri kwa hilo mnanifahamu. Mambo ya mfumo dume mimi hapana. Mi nataka niwafundishe mabinti zetu hawa kizazi kinachokuja. Najua sasa hivi wengine ndio wako kwenye huo mfumo kwa sababu walilelewa hivyo. Wameona wazazi wao, si walaumu, lakini sasa hivi tuwafundishe watoto vitu tofauti. Kwamba binti yangu usijue kupika kwa sababu ya kwenda kumpikia mumeo, jua kupika kwa sababu lazima wewe uwe umejikamilisha, ukae wewe kama binti unayejua kazi. Utakapokuja kuamua mimi labda hizi kazi sifanyi, kuna dada naweza kumlipa, sijui una, unaweza kumlipa, sio anakuja kulipwa na mumeo. Ah, siku hiyo mumeo hayupo, amekutelekeza unarudi unaanza na moja. Ah ah, mimi nataka nikisema nataka niweke dada, nina uhakika huyu dada naweza kumlipa. Hao ndio wadada tuna, wa, wa, watoto wetu tunavyotakiwa kuwalea.